Baada ya kuweka vikwazo dhidi ya Guinea kufuatia mapinduzi ya serikali ya taifa hilo ya mwaka elfu mbili na ishirini na moja, hatimaye Umoja wa Nchi za Afrika AU umetangaza kuviondoa vikwazo hivyo vilivyowekwa dhidi ya utawala wa taifa hilo uliopatikana kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi . Na hii ni Trigen Media. Hatua hii inakuja baada ya kile umoja huo wa Afrika ulichokielezea kama mpangilio mzuri wa uchaguzi wa rais uliofanyika mwezi Disemba mwaka jana. Umoja huo ulisifu kile ulichokiita hatua chanya zilizochukuliwa katika utekelezaji wa mpango wa mpito wa serikali kupitia njia ya kisiasa ndani ya jamhuri ya Guinea, ambapo ulifikia uamuzi wa kufanyika uchaguzi wa kidemokrasia uliofanyika Disemba ishirini na nane mwaka jana. Kundi la asasi za kiraia linalohimiza kurejeshwa kwa utawala wa kiraia liliushutumu uchaguzi huo na kuuita kuwa ni upuuzi, huku wagombea upinzani wakisema uchaguzi huo ulikuwa umejaa dosari nyingi. Kiongozi wa zamani wa kijeshi wa Guinea, Mamady Doumbouya, aliapishwa kuwa rais siku ya Jumamosi kwa mara ya kwanza. Aliingia madarakani kwa njia ya mapinduzi baada ya kumng'oa Rais Alpha Conde miaka mitano iliyopita. Umoja wa Afrika AU, umekuwa ukipinga mapinduzi ya kijeshi kwa sababu msingi mkuu ni kulinda kanuni za utawala wa kikatiba na demokrasia barani Afrika. AU inaamini kwamba mapinduzi ya kijeshi hayaleti suluhisho la kudumu kwa matatizo ya kisiasa, bali yanazidisha mzunguko wa ukosefu wa utulivu, ukiukaji wa haki za binadamu na kudhoofisha taasisi za kikatiba. Kupitia mkataba wa Constitutive Act wa AU na hati ya Lome ya mwaka elfu mbili umoja huo uliweka msimamo thabiti kupinga mabadiliko yasiyo ya kikatiba ya utawala, ikiwa ni pamoja na mapinduzi ya kijeshi, kwa lengo la kuimarisha utawala wa sheria na kuhakikisha mabadiliko ya madaraka yanatokea kwa njia ya halali na ya amani. Hata hivyo hoja kwamba baadhi ya viongozi wa Afrika wanabaki madarakani kwa muda mrefu ama kushindwa kutatua changamoto za kijamii na kiuchumi imekuwa kichocheo cha mapinduzi hayo. Licha ya hali hiyo, AU inaona umuhimu wa kushughulikia mizizi ya matatizo haya kupitia mazungumzo ya kisiasa, mageuzi ya kisheria na kuimarisha taasisi za kimaendeleo na kidemokrasia ni jambo linaloweza kusaidia kuliko mapinduzi ya kijeshi kwa mtazamo wa AU. Mapinduzi ya kijeshi huchelewesha maendeleo ya kidemokrasia na mara nyingi husababisha machafuko. Hivyo njia bora, kwa mujibu wa AU, ni kusisitiza uongozi bora, uwajibikaji, heshima kwa njia ya katiba kama msingi wa utulivu wa bara. Hii ni Trigen Media.